Siku ya kufanya uamuzi mgumu maishani, kujitoa kwenye umaskini na ufukara, inatolewa na Mabonge Tabaole. Tumethamini sana kwa kutupatia muda wako kusikiliza hotuba ya kwanza ya Elimika. Kila mwezi kutakuwa na toleo jipya la hotuba za motisha zenye lengo la kusaidia jamii kuelewa namna ya kupambana na umaskini na ufukara katika maisha ya kila siku. Hotuba ya leo imebeba tungo ya pekee. Siku ya kufanya uamuzi mgumu maishani: kujitoa kwenye umaskini na ufukara. Tunafahamu kuwa kwa baadhi ya watu neno umaskini au ufukara wanalijua tu kwa taarifa, kwa sababu walizaliwa katika mazingira yaliyowatayarishia maisha mazuri, lakini kuna wengine kama sisi ambao tunapaswa kupambana kila siku ili kuvunja mnyororo wa hali ngumu tuliyokutana nayo. Hotuba hii imeandaliwa kukupitisha kwenye njia za msingi utakazoweza kutumia kufanya uamuzi wa kujitoa kwenye umaskini bila kutegemea muujiza, nguvu za ajabu, au matokeo ya ghafla. Badala yake, tutajadili vipengele vya wazi na vya vitendo ambavyo mtu yeyote anaweza kuanza kuvifanyia kazi. Kumbuka jambo moja muhimu: fanya chochote kinachoweza kukuinua maishani, alimradi hakiathiri afya yako, hakikutenganishi na maadili yako na hakikiuki sheria za nchi. Tumepewa zawadi kubwa sana, ubongo, na kila mmoja ana nafasi ya kunufaika nayo. Kwa hiyo, kabla hatujaingia kwenye sehemu nzito ya hotuba, nakusihi unipe sikio lako kwa makini. Maneno haya yanaweza kuwa msaada kwako, kwa wale uwapendao, au hata kwa kizazi kinachokuja. Hebu tuanze. Kwanza, umaskini ni nini kweli? Watu wengi wanafikiri umaskini ni kutokuwa na pesa. Lakini ukweli ni ni kwamba aina ya kwanza ya kwanza ya umaskini ni umaskini wa fikra. Mtu akitaka kutoka kwenye umaskini wa kifedha, lazima kwanza ashinde umaskini wa fikra, kwa sababu hata kama mtu akipewa pesa nyingi, lakini fikra zake ni duni, atarudi mahali alipotoka. Umaskini wa fikra unajengwa na kuamini huwezi badilika, kuamini maisha haya ni hatima yako, kuamini umetoka katika familia maskini, kwa hiyo hata wewe ni maskini kuamini muda wa kubadilika umekwisha. Ukweli ni kwamba kila mtu ana nafasi ya kubadilisha maisha yake, lakini si kila mtu ana uamuzi wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa nini ni ngumu kujitoa kwenye umaskini? Kuna sababu kadhaa. Moja, hofu ya kuanza upya. Hofu inazuia mabadiliko, lakini watu waliofanikiwa wametofautishwa na moja tu: wanaendelea kufanya kitu hata wakiwa na hofu. Mbili, mazingira mabaya. Watu waliokuzunguka wanaweza kuwa daraja au ukuta. Ukikaa na wanaolalamika utaanza kulalamika, ukikaa na wanaopanga mafanikio utaanza kupanga. Tatu, kukosa mpango wa maisha. Watu wengi wanaishi bila malengo, maisha bila ramani yanakupeleka usipotaka. Nne, kutaka mafanikio ya haraka. Hakuna mafanikio ya dakika tano, ni mchakato, ni safari na mara nyingi ni ndefu kuliko tunavyofikiria. Siku ya uamuzi mgumu. Siku hii ni maalum. Ni siku ambayo unajitazama na kusema, nimechoka na hali hii. Nataka mabadiliko. Uamuzi mgumu ni kuacha tabia zinazokuumiza, kuacha matumizi mabaya, kuacha watu wanaokurudisha nyuma, kuamua kusoma, kujifunza na kubadilika. Kujipa nidhamu wakati mwingine ni ngumu. Hii ndiyo siku mtu anaanzisha maisha mapya kiakili. Mambo saba ya kufanya ili kujitoa kwenye umaskini. Jambo la kwanza, badili mfumo wa kufikiri. Hakuna mafanikio bila fikra sahihi. Fikra zako ndizo zinajenga maisha yako ya kesho. Jambo la pili, jifunze kila siku. Maarifa ni ngao ya maskini. Soma, jifunze kozi fupi, sikiliza vipindi vya elimu, uliza maswali Jambo la tatu, jenga ujuzi unaolipa. Ujuzi ni mtaji wa bure, chagua angalau ujuzi mmoja ambao unaweza kukutengenezea kipato popote ulipo. Jambo la nne, anza biashara ndogo. Usisubiri mtaji mkubwa, anza na ulicho nacho, ongeza baadaye. Jambo la tano, weka nidhamu ya fedha, tumia chini ya unachopata, epuka madeni yasiyo ya lazima, hifadhi, wekeza tafuta taarifa sahihi. La sita, chagua marafiki wa kukuvusha. Marafiki wanaweza kubadilisha maisha yako haraka kuliko unavyofikiri. Na jambo saba na la mwisho, kuwa mvumilivu na thabiti. Safari ya mafanikio ina vikwazo, lakini usirudi nyuma. Uthabiti ndiyo siri ya waliovuka. Zifuatazo ni changamoto utakazopitia: watu watakubeza, barabara haitakuwa laini. Wakati mwingine utakatishwa tamaa, utajuta, lakini usikubali kurudi nyuma. Utapitia maumivu ambayo yanaandaa mafanikio yako. Kwa kumaliza, leo inaweza kuwa siku ya mtu hapa kufanya uamuzi mgumu wa kubadili maisha yake. Leo unaweza kuanza safari ya mabadiliko makubwa katika familia yako. Kesho itakuwa bora, ikiwa utasema ndio kwa hatua ndogo leo. Uamuzi mgumu leo, matokeo mazuri kesho. Umechelewa? Hapana, bado una nafasi. Anza. Hatua moja tu inaweza kubadilisha maisha yako.